Ulaji wa nyama nyekundu kwa wingi kama vile nyama ya ng'ombe, mbuzi, kondoo, pamoja na nguruwe au kiti moto ni hatari sana kwa afya yako, kwani ni sababu ya maradhi mengi sana ambayo ni hatarishi. Kwa mfano, hupelekea magonjwa kama vile pressure, maumivu ya mgongo pamoja na nyonga, pamoja na upungufu wa nguvu za kiume kwa wanaume. Hii ni kwa sababu ya kwamba katika nyama nyekundu kuna mafuta mengi, na kama utakuwa unatumia kwa wingi nyama nyekundu basi yale mafuta yana tabia kujikusanya katika mishipa ya damu, na akijikusanya yanakwenda kuzuia damu isitembee uzuri, na kama mwana ni mwanaume ni lazima utakumbwa na la changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, kwa sababu damu haitoweza kuingia uzuri katika ume. Na pia ina uwezo wa kusababisha kusababisha ugonjwa wa presha kwa mtu yoyote yule ambaye atakuwa anatumia nyama nyekundu kwa wingi. Lakini sababu ya pili, nyama nyekundu zinapelekea mtu kuongezeka uzito kupindukia. Ina ina maana kama utakuwa unatumia nyama nyama nyekundu, mwisho wa siku uzito wako utakuwa unaongezeka kwa kasi. Na mwisho wa siku itapelekea kupata maumivu ya mgongo na mifupa pamoja na upungufu wa nguvu za kiume kama ni mwanaume pamoja na magonjwa ya pressure. Hivyo, kama ni mtumiaji wa nyama nyekundu basi, hakikisha unatumia kwa kiasi, usitumie kwa wingi. Ukitumia kwa wingi, mwisho wa siku utajikuta na kuathiri, unapoteza gharama yako, pesa nyingi, na mwisho wa siku, huku afya yako inazorota. hakikisha unatumia kwa kiasi.